Safari yetu hii ya leo na ziara yetu hii ya leo ni kuja kuangalia maeneo ambayo tunaweza kuyatumia kuweza kufanya kama ni fidia kwa yale maeneo ambayo yataathirika wakati wa, wa kufanya ule ujenzi wetu ambao tunatarajia kufanya. Kwa vyovote, kuna miti, kuna mimea ambayo itaweza kukatwa na inakuwa ni shida kuweza kuirejesha tena katika maeneo yale, na ni kwa sababu Oh, itakuwa majengo yamesha, yamesha, yamesha kuwepo pale. Kwa hivyo ili kuweza kufidia ile miti ambayo itaathirika pale e, mradi e, umetutaka kwamba tuweze kuangalia maeneo mengine ambayo yana uhitaji wa ya, ya, ya kuweza kupatiwa fursa hii ya kuweza kupanda miti iwe kama ni sehemu ya fidia ya ile miti ambayo tumeiondosha kule. hapa Chaani Masingini, katika eneo la hifadhi ya misitu, eneo ambalo idara ya misitu wanalimiliki ni eneo lenye ukubwa wa hekari mia nne na sitini ambapo katika eneo hili mradi wa Sebepu umeamua kuja kushirikiana na idara ya misitu wa kupanda miti ya, ya, ya misitu ikiwa ni sehemu ya uhifadhi wa mazingira. Kama tunavyojua uhifadhi wa mazingira ni jambo la lazima na ni jambo la muhimu kwa watu wote katika nchi hii. Misitu ni ni mojawapo katika kitu ambacho kinapelekea uh, upatikanaji wa hewa safi, upatikanaji wa mvua, urutubishaji wa ardhi. Kwa hivyo utunzaji wa mazingira katika upandaji wa miti asili pamoja na miti ya matunda ni jambo la lazima. Eneo letu ndo liko hapo mbele, tunatarajia kupanda miti elfu saba na mia tano katika ukubwa wa hekari tatu ikiwa ni mbadala wa miti hiyo ambayo tutaikata wakati wa ujenzi. Ndani ya shamba hili tunaendesha kampeni ya Green Legacy tukishirikiana na taasisi tofauti tofauti. Kwa mfano, leo tuko na wenzetu hawa wa mradi wa, wa SEBEP na wanalenga kuirithisha Zanzibar ya kijani.